Simlmle ah! ah! Picha linaanza. Oh yes, picha linaanza na hili picha, nadhani kama umefuatilia sehemu ya kwanza ya mpaka ya tatu na leo unafuatilia ya nne, utaelewa kwamba lengo tunakupa muktadha. Tunajua kuna baadhi ya story unazojua za wakoloni na utumwa, lakini kuna baadhi ya vitu ambavyo Uh, ulikuwa uvipati, na nashukuru kwamba kwenye comment naona nasema kwenye comment za episodi zilizopita. Sasa leo tunaendelea pale tulipoishia na yule yule mkali wa hizi kazi Razz Mtamaduni. Nianze na ishu ya utumwa by the way, nimegundua kuna watu koloni na utumwa wanavichanganya, kipi kilianza na kipi kilifuatia. Wengi tunaonaga tu ni kitu kile kile, yani two in one. Iko hivi Ulianza utumwa kisha ukafuata ukoloni, na ni vitu viwili tofauti. Labda vinakuchanganya kwa sababu wanavielezeaga kama vililetwa na wazungu. Tuanze na utumwa. Wengi tunasikia utumwa, huwa tunadhani ni ishu ya weusi versus weupe, au bara hili dhidi ya bara lile la. Hasha, my friend, uhalisia ni kwamba utumwa upo kwa steji mbili. Steji ya kwanza ilikuwa lifestyle ya binadamu popote duniani. Kivipi? Elewa hivi binadamu yoyote anapenda kuwa na mtu wa kumtuma vitu. Kwa hiyo, mtumwa simply ni yule mtu anayetumwa kwenye jamii. Hakukuwa na mfumo wa miamala tarehe 60 mwisho wa mwezi, sehemu nyingi walitumia barter trade kama medium of exchange, yaani kubadilishana bidhaa kwa bidhaa au bidhaa kwa huduma. Kwa hiyo, ilikuwa kawaida kukuta mtu anafanya kazi kwa mtu mwingine na malipo ni chakula au mavazi au malazi na kadhalika kuna watu wanaishi na wafanyakazi wao wa ndani kwa staili hii hadi leo. Kwa hiyo kuwa mtumwa haikuchukuliwa kama mateso, bali kama leo tunavyosema mfanyakazi. Hadi tumeweka sikukuu ya wafanyakazi Mei Mosi. Ingekuwa dunia zamani, singekuwa ajabu kuwa na sikukuu ya watumwa, na watumwa wangepewa breki majumbani, kwenda kutengeneza vibanda vya muda eneo moja, kujadili na kupaza sauti kwa mabwana wakubwa zao, yani lords. Mtumwa hakulazimishwa ila, ilikuwa namna ya kuishi na kufanya kazi Nikupe scenario ndogo. Wakati wa njaa, familia zenye akiba zinawaazima wasiokuwa nacho ili baadaye waweze kulipa. Unaamua kubadilisha debe mbili za mahindi kwa huduma yako ya kulima shamba kwa Chifu Mtombangile Kitwango. In the process mnazoeana. Kuna wakati mwanao anaugua au inatokea emergency kubwa ambayo unajikuta umekopa tena, na mtu unayefanya kazi kwake anakudai, na deni likiwa kubwa, means wewe ni mtumwa wake wa miaka mingi hadi deni litakapoisha. Ekwivalenti ya sasa ni pale unapochukua mkopo benki kwa kutumia mshahara wako. Presha yake ni ukipoteza kazi. Kuna wakati mtoto unazaliwa, wazazi wako wanafanya kazi nyumba fulani kutumikia deni, na baada ya muda na wewe unachukuliwa kwenda kusaidia kazi nyumbani kwa mdosi wa baba au mama ili kupunguza deni. Baada ya muda mdosi wako anaweza kukuhamisha kikazi kwenda kwenye nyumba nyingine ya ndugu yake au rafiki yake wa mbali bila kujadiliana na wewe, na mwisho wa siku ikazaa lifestyle ya mtu mmoja kumiliki muda wote wa mtu mwingine na kumwamulia kila kitu kuhusu ratiba zake. Mwisho watumwa wakawa wengi kuliko wenye nacho, kama ambavyo leo wafanyakazi ni wengi kuliko wenye makampuni. Sikupi huu uwiano ili uanze kuwaza bado tupo utumwani, ila anajaribu kukwambia ilikuwa lifestyle. Staili. Hakukuwa na mfumo wa kazi na haki zote tulizonazo leo. Hata ukifuatilia deep, system ya ajira ina elements za utumwa ndani yake. Unaajiriwa na mwajiri wako anaweza kukutuma popote kikazi na ukaiacha familia yako tofauti ni kwamba leo unapewa karatasi au namba, namba zilizopo benki mnaita pesa, sio kitu halisi, ila binadamu wote wanakiamini, so kinapokelewa popote. Na kuna watu wanatumwa kufanya mambo ya hatari na wenye mali au madaraka. Watu wa zamani hawakuwa na uwezo huu wa imani ya pamoja, kwa sababu mapinduzi ya information yalikuwa bado. Mwenye pesa ni mwenye dhahabu au shaba au mifugo na chakula, ambavyo ni vitu real, so eleo hautumwa kwa namna hii ulikuwepo kote duniani bila kujali wazungu wa China au wa Arabu. Steji ya pili ni biashara ya utumwa, inaitwa biashara ya utumwa. Maana yake utumwa ni product iliyokuwepo tayari kote duniani. Ni kama kusema biashara ya magari, maana yake magari yalikuwepo kwa matumizi ya jamii, lakini kuna wanaofanya biashara ya magari. So wakati biashara ya watumwa inaanza, kuna watu walikuwa wanawatumwa kama magari, na kuna ambao walifungua yard kabisa, na wengine waliuza hata magari wanayoyatumia nyumbani So wanauziana wao kwa wao, au wanapeleka showroom kubadilishana au kuuza used, na hii ndio ilianza kuchafua brand ya utumwa kama lifestyle. demand Demand ya product hii ya watumwa ilitokea pale watu wa maeneo kama Amerika na Ulaya ambao walikuja Afrika kufungua vituo maeneo mbalimbali karibu na bahari, wakatangaza kwamba wananunua watumwa. So kama una mtumwa wako ambaye deni limekuwa kubwa sana, au miausho miausho, wengine bosi anakuuza kisa usiku ukasikia mkewe akisifia six pack zako. So waliokuwa wanawauza watumwa ni watu weusi wenzetu, sio kwamba wazungu walikuwa wanakuja na kuzama porini kukamata watu. Kwanza kiuhalisia tu haiwezekani kumkamata mtu kwenye msitu anaoujua. Kwa hiyo baadhi ya watu weusi waliwakamata na kuwauza weusi wenzao utumwani. Wazungu pia kwenye maeneo yao waliwauza wazungu wenzao utumwani. Kuna watu weusi pia waliwamiliki na kuwauza watumwa wa wazungu utumwani. Kwa hiyo biashara ya utumwa sio tu kitu kililetwa, ila ni bidhaa iliyokuwepo kama lifestyle. Kama unavyoona leo Bongo Flava ilikuwepo kitambo, lakini social media ndo zimeigeuza kuwa dili. Baadaye demand ikaongezeka duniani, ikaboreshwa kwa namna ya kishetani kuwahi kutokea. Lakini usichukulie kwamba mababu zetu waliteswa utumwani, kila jamii duniani ilipitia utumwa na kila jamii ilipitia ukoloni. Sasa tuje nikuelezee, baada ya kuuzana utumwani na kingdoms strong za Afrika kuibuka na kufa kama zilivyokuwa kingdoms nyingine, Ndo ikaja ishu ya ukoloni. Kipengele cha stori ya ukoloni Afrika ni kwamba tulisimuliwa kwa, tulisi kwa mtindo wa movie ambayo ina steling mmoja tu kwenye misheni mbalimbali. Ndo unasikia master kama David Livingstone, au muni mwingine wanamuita John Hanning Speke, wanayesema aligundua ziwa Viktoria la Tanzania, na steling katili kabisa kama Carl Peters, ambaye alikichafua sana kwa jamii za Kigoma alizokuta wanamishale tu holoiniolo kifatilia stories za hawa masteling yotagunduwa wanapakuliwa minyama ambayo haimeki sensi. Mfano blaza john rudi wini klafu, mambo yasiwe mengi, tumwite Brother Jei. Alifika Kilimanjaro akakuta vijana na wazewe wa kichaga wakobiza wanakula kisusio na mbege, mbege na dadii imepanda kichwani, akawa anashangaa. Wakamwambia, bwashe, una uhakika mbege haijapanda kichwani? Blaza jei akaanza wow, akaambiwa meku hiyo siyo wao, hicho ni Kilimakiaro. Wazee wakaona mwamba anazidi kutumbua macho na kamera hana, wakaendelea kupiga zao kisosio na mbege. Braza Jei aliporudi kwao, wakawaambia wenzake kwamba amekutana na mlima wenye theruji karibu na ikweta. Wazungu wa karne ya kumi na tisa walimcheka Braza Jei. Kwa nini? Kwanza, kuna tofauti ya theruji, yani snow, na barafu, ice. Barafu aka ice ni maji yanayoganda ardhini na kugeuka kitu kigumu. Theruji ni barafu iliyotokea angani, yani ile prosesi ya maji kuyeyuka duniani na kufika mawinguni, kisha yakiyeyuka yanashuka kama mvua. Basi imagine yanakuwa baridi hadi yanashindwa kushuka kama maji, yanashuka kama barafu smooth ambayo kama manyoya fulani. Na hii hutokea Ulaya na maeneo mengi yaliyo mbali na ikweta. Picha Linaanza. Amana uu ondo unawajia hivi punde. I think what madini.com has managed to capture. The stories are very captivating. Sio kwa Kiswahili nisemaje. Haiboy, hata kama ni kitu kizito eh, unakuwa interested kuendelea kusikiliza. Kuna wauni wakichanganyikana na jenzi wakisikia mstari wa Ikweta, wanawaza mambo mengine lakini Ikweta ni eneo la dunia ambalo linapigwa na jua direct. Yaani ilipo nyuzi tisini kutoka kwenye jua. So mwaka mzima ni eneo lenye jua kali. Ili radani kama kifungua kinywa tu kwa jua la Ikweta. Jua la maeneo ya Ikweta ndo lile unasikiaga jua la utosi. Evaporation huwa ina take place sana eneo hili, yaani maji yanayotoka chini kwenda juu na kugeuka mvua kubwa. So kuna misitu minene kwenye haya maeneo ambayo yanapita Afrika Mashariki na Brazili. Hata mvua ikiwa inanyesha, bado jua lake ni kali, tofauti na maeneo mengine. Hii ni subtopic tu, nimekupa kutanua uelewa zaidi, inaitwa story juu ya story. Kwa hiyo long story short ni kwamba zamani watu walijua baridi ipo kadri unapokwenda mbali na ikweta, aidha kusini sana au kaskazini sana, na sio kwenda juu angani. Walimcheka Braza Jei, lakini kitaalamu kadri unapopanda angani kiwango cha joto hupotea, na milima kama Kilimanjaro, Maunti Kenya na Ruwenzori zipo karibu na ikweta, lakini zote zina theluji. Kwa sababu hii uelewa hakuwa nao Braza Jei wala wenzake wa Ulaya wakati anafika Uchagani mwaka 1848. Wanasema Hans Meyer ndiye mzungu wa kwanza kufika kileleni Uhuru Peak 1889. Jiulize, alipandishwa na nani? minsi wenyeji walishafika Uhuru Peak, si mara moja, si mara mbili. Lengo la kukusimulia haya yote, ili upate picha, ninapokuambia hawa tunaowajua na tunaowasoma ni mastering walioteuliwa, ili simulizi ziwe rahisi kueleweka, lakini sio uhalisia wa jinsi mambo yalivyokuwa. Wanasema Revolution will never be televised wakimaanisha ukisikia mapinduzi, mipango yake huwezi kuiona kwa macho wala kwenye TV. Kile unachokiona au kusoma ni matokeo ya mapinduzi, siyo mapinduzi yenyewe. Uenda wazee wa Kichaga walishapokea washamba wengine wengi wa Ulaya, sema tu hawa kusimulia ushamba wao kiasi cha kuandika. Watu kama hawa ndo walikuwa wanatumika sometimes kupata taarifa za maeneo ya hili bara, hakukuwa na maunyama ya kuplani kiivyo kama tunavyoambiwaga ni kama unavyosafiri kisha urudi kuelezea wenzako, na katikati ya wengi yanatokea mawazo mazuri na ya kiuni. Sasa elewa kwamba wakati huu Afrika walikuwa na idea ya nation sawasawa na tribe, yani taifa ni kabila. Kwa hiyo kulikuwa na mataifa madogo na makubwa yanaishi eneo ya moja, na always mataifa makubwa yalikuwa yanafanya juu chini kuhakikisha yanameza mataifa madogo kimamlaka. Ni ishu inafanyika hadi sasa, tunaona Marekani anachokifanya kwa Cuba na Venezuela au Russia kwa Ukraine. Na sometimes kuna mataifa madogo yanavimbia makubwa kama Rwanda na DRC ya leo. Zamani pia kuna makabila madogo ambayo yalikuwa strong kivita na kiuchumi. Mfumo wa sasa, tunaamini taifa ni Tanzania au Kenya au Marekani kwa sababu ya itikadi ya nationalism niliyokuelezea ambayo ilizika hii idea ya taifa ni kabila. Kwa hiyo kama unaviona mataifa madogo yanahaha kutafuta washirika wakubwa kuwalinda kiuchumi na kijeshi basi humu Afrika pia mataifa yale yalikuwa hivi hivi, na ndipo majamaa wa kikoloni walipitia. So babu zetu siyo kwamba walikuwa wanapigana ili mzungu akae, ila kujitanua wao kwa wao. Sehemu kubwa ya sheria na vita za kikoloni zilitekelezwa na wenyeji wa bara. Nitumie stori maarufu ya mkali wa hizo kazi, Anko Kinjekitile Bokero Ngwale. Ili jina Bokero sijui kwa nini alijahiti limekaa kinyama sana Sijui kama umewahi kuelewa details muhimu kwenye histori ya anko kinje rip. Nchi inaitwa Matumbi Nation na dodoma yao ni Ngarambe, ambayo kwa ramani ya sasa ipo Tanzania, maeneo ya Rufiji, Kilwa, Lindi na Pwani. Fikiria, vita Majimaji ilianza 1905 mpaka 1907, lakini anko Kinje aliuawa 1905, yaani mwaka huo huo vita inapoanza. Walimdaka na kumnyang'anya mwili lakini roho yake ilikaa miaka miwili ikimchezesha kidari po Mjerumani unaishi. Alikuwa mtu wa kawaida kingine. Uncle Kinje the legend hakuwa mwanajeshi wala shujaa yoyote kitaa, alifahamika kama mganga wa tiba za ajadi. Pata picha, mganga anayeunganisha mataifa yani makabila kibao kugomea jambo moja na anauawa mapema kabisa, lakini wauni wanaingia barabarani miaka miwili na ni stop hii, yaikuwa ishu ya risasi kugeuka maji imagine, Binadamu gani leo anaweza kuanzisha harakati zikaendelea miaka miwili baada ya kifo chake? Siku hizi ukipotezwa tu, hata mwezi hauishi watu washakusahau. Na ndio maana hapa nitakupa kwa muktadha huu, hatukudanganywa ila hatukupewa ukweli. Picha linaendelea. <tipa> <tipa>